Tukielekea huko nchini Marekani, tunafahamishwa kwamba maandamano dhidi ya rais wa nchi hiyo, Donald Trump, yamefanyika katika miji na majiji kote Marekani, yaliyoandaliwa na kundi liitwalo No Kings. Maandamano hayo yalifanyika kupinga gwaride la nadra la kijeshi lililoandaliwa na Rais Donald Trump huko Washington DC na yaliyotokea baada ya siku kadhaa za maandamano huko Los Angeles na kwingineko juu ya sera zake za uhamiaji. Wabunge, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wanaharakati walitoa hotuba katika miji ikiwa ni pamoja na New York, Philadelphia na Houston kwa umati wa watu waliokuwa wakipeperusha